Kumsifu Yesu Kristo. Mbele yenu ni Sister Winifrida Shayo kutoka shirika la masista wa Mtakatifu Charles Borromeo. Shirika hili la Mtakatifu Charles Borromeo lilianzishwa mnamo mwaka 1684 Ubelgiji, na, na Padre Adrian Brezi. Padre Adrian Brezi Alikuwa paroko wa parokia ya Wezi huko nchini Ubelgiji. Lakini pia hakupenda kutoa jina lake kwa shirika alilolianzisha. Kwa hiyo alimteua Mtakatifu Charles Borromeo au Karoli Borromeo kama wengine wanavyosema, kuwa msimamizi wa shirika hili kwa sababu alipenda mwenendo wa maisha yake. Lakini pia wakati shirika linaanzishwa, ilikuwa ni mwaka ambao kanisa lilikuwa linafanya kumbukumbu ya miaka mia moja ya kifo cha Mtakatifu Karoli Borromeo. Shirika hili la Mtakatifu Charles Borromeo kwa hapa Tanzania lipo katika majimbo mbalimbali mbali, na makao makuu, wakati shirika limeingia Tanzania, yalikuwa Iringa, lakini kwa sasa yapo Dar es Salaam. Utume wa shirika. Shirika hili pia linafanya utume mbalimbali, ikiwemo kielimu, kiafya, kichungaji na kijamii.